Gavana wa Kaunti ya Kwale Fatuma Achani ameihakikishia jamii ya Waislamu ndani ya Kaunti hiyo kuwa ardhi ya msikiti mkongwe wa Kongo huko Diani, eneo bunge la Msambweni haitanyakuliwa na mabwenyenye la ardhi ndani ya Kwale. Hii ni swala ambalo nimelivulia njuga, ni swala ambalo nalifuatilia kwa ukaribu sana, na ndio sababu kwa hichi kipindi ambacho mimi nimeongoza tumeweza kukomboa ardhi mbili za bichi hapo Diani. Kwa hichi kipindi ambacho mimi naongoza tumeweza kurudisha Kisite Mpunguti kwa wananchi wa Kwale. Kiongozi tumesimama imara ili kutetea ardhi ya Kongo, ardhi yenyewe ambayo sisi katika ruwaza yetu ya kaunti tumeiweka ili tutengeneze beach, Islamic beach ambapo watu wakitaka kuenda kuangai, kufanya masuala ya kujivinjari ya kidini inawezekana, kuwa tunaweza kuenda mahali pa heshima, iwe ni Kongo na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka Kwale, tunapumzika kidogo tu, tunarejea hivi punde na mingi zaidi.